Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Una uwezo wa kumkatia rufaa mtoto wako anayekusumbua sana. Unasema mtoto wangu amekuwa mlevi kuliko kawaida. Unasema mtoto wangu amekuwa mvuta bangi kuliko kawaida. Una uwezo wa kumkatia rufaa kwa kumtolea sadaka. Niliwahi kufundisha kitu cha namna hii mahali fulani. Kuna mama mmoja yeye, akagundua kwamba hana sadaka ya kutoa, lakini akaona okay, kila mtu anacho kitu cha kutoa Akaamua hivi akaenda kwa mchungaji. Mtoto wake alikuwa mvuta bangi, alafu mwizi, amemuombea imeshindikana. Akaenda kwa mchungaji akasema, Baba, ninakuomba, ninaomba wanapomaliza semina, maana tuna semina, anasema wanapomaliza semina, naomba mimi niwe ninakuja kupiga deki ili watu wanapokuja kesho kanisa walikuta liko safi. Mchungaji akasema fine, lakini yule mama alikuwa na lengo lake yeye, lile jambo alilifanya kama sadaka Alisema sina fedha, lakini nina uwezo wa kutoa sadaka kwa namna nyingine, kwa sababu sadaka siyo hela peke yake. Haleluya, sadaka siyo hela peke yake. Huyu mama akatoa sadaka yake kwa staili ya namna hiyo. Sasa analeta ushuhuda wake, kila tukiondoka. Anasema siku moja, lengo lake ni mtoto wake, anataka hiyo hoja ipeleke mbele za Mungu na atoe sadaka nzuri mbele za Mungu. Anasema siku hiyo Akamwambia mtoto wake siku moja, akamwomba we, ebu twende kanisani, ukanisaidie nataka tupige deki. Anasema hivi alipokubali siku hiyo, nilimwambia we, niachie kote huku, we pigaga deki madhabahuni. Anasema kwa nini? Anasema hivi kwa sababu nilijua kama mtumishi anatembea anakanyaga hapo, lazima tu kuna upako unabaki hata kidogo. <laughs> Anasema lazima kuna upako unabaki. Sijui nani amempa hiyo akili? Mimi sijui. Mimi sikufundisha kitu hicho. Wala sikusema hivyo mimi. Akasema kwa sababu hiyo atakapokuwa anapiga hiyo deki, hii sadaka moja kwa moja Mungu anaipokea. Huyu mtoto wangu naye atakuwa ameshiriki na huo upako atakutana nao. Sikiliza kilichotokea. Sikiliza haikuwa rahisi. Sikiliza kilichotokea. Akamchengeshaje sijui, akapiga piga deki akamaliza, akamchengesha mama yake, akaingia kulikuwa na stoka hapo hapo jirani, akaiba kipeto cha mahindi ya kanisa. Wanangoja kuangalia, yule mama akasema, ina shida, lazima atakuwa ni yeye, kwa sababu mtoto wangu ni mwizi. Kama vilikuweko na vimepotea jioni, wakati basi, yeye atakuwa mtoto wangu. Yule mama akakomiti kulipa, lakini yule mama akukata tamaa. Kesho akarudi tena akapiga deki, unajua? Ah, nikaita watu kuokoka, ilikuwa siku ya Ijumaa, nikaita watu kuokoka. Akaja kijana mmoja amevaa kofia macho mekundu naye akapita mbele, mi sijui chochote. Wahudumu wakaenda wakamvua kofia, nikasema mwacheni, mwacheni, mwacheni kwa sababu Mungu hana shida na hiyo kofia, hiyo shida tunasinayo sisi, lakini Mungu wala hana shida na hiyo kofia, unajua. Nikawaombea sala ya toba, nikasema sema Yesu, Yesu nisamee dhambi zangu. Hey. Le mama, unajua wakati nawaombea sala ya toba nikasikia kuna mtu analia huko nyuma Sikuelewa kilikuwa ni kitu gani, huyu mtu analia. Baadaye tukatoka, jioni tumerudi kwenye semina, yule mama anasema ndo, akatoa ushuhuda wake kitu kilichotokea. Anasema, nilimkatia rufaa mbele za Mungu mtoto wangu, niliona nimeomba, imeshindikana. Akasema kuna wakati tumemnywesha na dawa za kienyeji, sijui dawa gani, ili aache pombe zote, lakini hajaacha, aache mabangi yake, hajaacha. Anasema kitu cha ajabu, jana ameamka asubuhi anasema nikawa naogopa hata kumsemesha nisije nikamkorofisha nikamtengua, kwa nikawa nafuatilia. Anasema nikajaribisha, nikampa shilingi elfu moja nikamwambia nenda ukaninunulie panado. Anasema sikuwa na shida na panado. Anasema uwezi kuamini mtumishi, kwa mara ya kwanza mtoto ameenda amenunua panado, amerudisha na change, kitu ambacho hakijawahi kutokea hata siku moja kwa sababu sasa yalikuwa ni karibu maeneo ya, ya akaendelea kuja kanisani, akawepo kanisani, fellowship anahudhuria. Unajua, baadaye nimekutana naye mahali fulani, baada ya muda mrefu sana kidogo kupita, sijamuona, nikakutana naye, tukawa tunaishi sehemu fulani, anapita, anauza nguo, anauza makoti mazuri sana. Akapita pale, lakini mwendo wake kidogo ni ule ule wa kisela, kwa sababu tunaokoka kwanza roho kabla mwili haujaokoka bado, unajua. Akafika pale nikamuuliza swali, sasa nikamfananisha sana, nikamuuliza swali, wewe ni mtoto wa mama fulani kanisa fulani pale Mbeya hivi na hivi? akasema ndio, ni mimi. Nikasema una asema mtumishi, na kukumbuka wewe ni baba yangu, wewe ndo uliniombeaga sala ya toba, naambia ah, nikamba unaendeleaje? anasema mtumishi, Yesu ni mzuri sana mtumishi, yani unajua saizi hivi napiga piga dili hapa. Alafu jioni naenda kela, tunaenda kuhubiri Injili, tukapiga piga Injili kidogo, unajua vijana wenzetu wamepotea sana. Nikasema kama hili liko hivi, uyu Mungu mkubwa. Okay, fikiri pale ni wamama wangapi waliokuwa na watoto wanawasumbua, waliokuwa wanasubiri wamkutanishe na mtumishi.